na ndoto zao kuzipa na kalama zao na mipango yao licha, kunukuu na mtafiti mwingine amesema, na nukuu, shetani hajishughulishi na mipango mizuri tunayokuwa nayo, alimradi haifanyiki. Leo niko najipanga, nasubiri shetani huyo. Anza kejipanga anzalewe. Askofu Kilaini ni mtu wa kutafuta mafanikio na kuacha alama kama konokono. Tumwige walau, otesha mwembe au mparachichi au mzambarau, utashinda na hilo. Alama hizi au kumbukumbu -kumbu hizi ni zaidi ya picha za ukumbusho, zaidi ya sanamu za ukumbusho. Alama hizi ni zaidi ya mawe ya msingi kwenye majengo au minara ya kumbukumbu. Miaka kumi na nane iliyopita, kuna rafiki yangu alikuwa anaadhimisha jubilei ya kuzaliwa kwake Ina jina langu, ina jina langu, imeandikwa na wa 5 619. Chini yake ni kwa wino mzito na nukuu: tafadhali usije na zawadi, uwepo wako unatosha. Mwisha kunukuu.

si ombaomba anajitosheleza, lakini mimi sikusita kumtumia message hii haraka sana: batilisha kadi yako uliyonitumia, niandikie kadi nyingine yenye maneno haya: zawadi ya pesa inapokelewa kwa mikono miwili kwa ajili ya kusaidia yatima kujenga vyoo kwenye shule ya msingi nilikosomea na kununua vifaa tiba kwa hospitali mbili wilayani mwangu mwisho kunukuu wana mishahara mikubwa, sijui mishahara minono, sijui mishahara mizito na biashara kubwa. Wanatumia mapesa hayo kujenga ghorofa ama maghorofa, wakati wana watoto wawili tu au mmoja. Wanatumia mapesa hayo kupanua biashara, kujenga maduka na supermarket mahoteli, magesti, kununua magari, marori, meli, si ndege na kadhalika. Hizo si kumbukumbu. Kwa nini? Kwa sababu haziacha alama mioyoni mwa watu. Ni kumbukumbu za kibinafsi unabaki nazo na unakufa nazo. Kama wezi, kujenga zahanati au hosteli, kujenga madarasa au nyumba za walimu, kuchimba visima vya maji basi, wanunulie maziwa watoto wa shule zizoma animako au wanunulie sari ya shule wanunulie masuti walimu wafurahi wavae vizuri, hizo <coughs> kumbukumbu za agusa kina wagili watoto maziwa maka mzima eh, wanakuja uji ulio una maana wenye maziwa eh, baada ya kuja uji mkavu jikuamba, ni sukari wazio kwamba huyu ndi ametuwezesha kupata maziwa na tuweze kupata afya njema, au kama hayo hujawezi Daima kumbuka kutoa moja ya kumi ya mshahara wako na mapato yako kila mwezi kwa paroko aendeleze parokia yake, na kwa askofu aendeleze jimbo lake, au kwa imamu na shekhe aendeleze msikiti wake. Lakini fanya hivyo bila kutangazia ulimwengu kwenye vyombo vya habari kwa kutengeneza bango kubwa la hundi linalolingana na mlango huo eh, ili kuonyesha kiasi kilichochangia. Biblia inasema, na nukuu, hakuna jema litakalo mjia mtu anayejumu katika uovu, au mtu anayekataa kutoa zaka na sadaka. Soma kitabu cha Sira sura kumi na mbili aya ya tatu. Kumbukumbu ni -kumbu, jambo au neno au kitu chochote kinachogusa mioyo ya jamii, mioyo ya watu wakatabasamu na kukundua baraka Askofu Kilaini ameacha alama. Alama hizi ni urithi udumuo kwa vizazi vijavyo, kadiri maandiko matakatifu yanavyomwagia sifa kati waze ya wazee yakisema, na nukuu: sasa hatawasifu watu mashuhuri, wazee wetu na vizazi vilivyopita. Mungu aliwapa fahari kubwa, akawafanya wakuu tangu siku za kale. Walikuwako wale waliotawala falme zao, wafu mashuhuri kwa nguvu zao, washauri waliojaa busara, watangazaji wa unabii Baadhi yao walileta jina jema duniani na watu wakatangaza sifa zao mpaka leo. Wako na wengine ambao hawakumbukwi, ambao wametoweka wakawa kama hawakuishi, walikuwa kana kwamba hawakupata kuzaliwa.